Tuendelee kushirikiana katika kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Lakini ndugu zangu, tuendelee kuilinda nchi yetu, tulinde mkoa wetu, tutangulize uzalendo kwanza. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tanzania ndio nchi yetu, Tanzania ni baba, Tanzania ni mama, tuipende, tuilinde. Mimi kama mkuu wa mkoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi na wataalamu wote twende chake kazi ya kuwatumikia hawa wananchi wenzetu kuondoa kero zao. Lakini kila mmoja lazima atenge muda wa kusikiliza wananchi na kutoka kwenda chini kule, kwenda kuwasikiliza wananchi. Fanye kazi ya kuweza kuwaletea maendeleo wananchi. Tafsiri yake tufanye kazi kwa kuzingatia misingi ya utu, kwa kuzingatia misingi ya haki, kwa kuzingatia busara, kwa kuzingatia hekima na bila kunyanyasa wananchi yoyote yule. Naombea sana, hili jambo lisikudie tena. Tumheshimu mama, hakuna mtu ambaye hana mama wala baba, sisi wote hapa. Wote tuna baba, tuna mama. Na malezi tunalelewa na baba na mama, tusimdharau mama kwa kajen wakike au dizowea mkumo dume. Sasa hivi Mungu amemleta mama ndiye akaenda kulea. Tofauti za kisiasa zisigeuze kuwa chanzo cha chuki bali ziwe fursa ya kujenga hoja, kuelewana na kuchangia mustakabali na ubora wa taifa. Tushikamane basi katika kutafuta amani, kwa kuwa bila amani hakuna maendeleo. Na kundi letu sisi vijana ndio tuko wengi kwenye bajaji na ndio watu ambao tunasumbua sana sana. Mimi na viongozi wenzangu tumejipanga kwa sasa hili swala hatutakubali mtu yoyote atutumie vibaya. Kwa mfano, mimi natoa wito kabisa kwa vijana, tukolea kwenye nchi yetu na kwenye mkoa wetu wa Songwe. Kama kweli mtu anashawishika eti kwa kupewa kipato chochote cha hela akavunja amana, afu mtu anayemtuma hayupo, kwa kweli kijana waiwaii akili yake naishangani, akili ya ina gani?